Kuwatolea salamu waliokufa makaburini huko, kuwaombea dua, sio kuwaomba waliokufa. Kuwaombea wao, Allah subhanahu wa ta'ala awape afia huko waliko, awajalie afia khairi huko waliko. Haya ndiyo mambo yenye kutakikana katika makaburi. Sasa al-Allama baada ya kutaja mlango huu akataja hadithi ya kwanza kabisa katika mlango, hadithi iliyopokewa na al-Imamu Malik akasema: rawa Malikun fil Muwatta, apokea al-Imamu Malik katika kitabu chake al-Muwatta. Imam Malik, Imam Malik, Malik bin Anas, Imam al-ma'ruf, Imam al-jalil, Malik bin Anas, na huyu

usijalie kaburi langu kuwa ni mzimu wenye kuabudiwa. Yaani, namna gani Mtume alaihi salatu wassalam alikuwa ana hami katika upande wa tauhidi, mpaka naomba dua, hasa vile alivyojua kwamba wema waliotangulia watu walikuwa wanawaabudia, baadhi ya watu wanaabudia watu wema. Kwa hivyo yeye akafunga mlango huo mapema wa kumuomba Allah subhanahu wa taala

lipo katika ulinzi wa hali ya juu kwa vile tu namna lile kabri la mtume alayhi salatu wasalam lilivyozungushiwa. Huwezi eh, wewe kwenda hapo ukafanya. Kwanza huwezi kulipata kirahisi, kwa sababu liko ndani ya kuta, liko ndani ya yale magrili yale, huwezi kupata kirahisi kaburi la mtume alayhi salatu wassalam.

na akamuitikia mola mlezi wa walimwengu duaa yake, yaani duaa ya mtume alayhi salatu wasallam. Mola wake akamuitikia wa, wa ahatahu bi thalathati aljudran, na akamzungushia kuta tatu. Yaani leo kabri la mtume alayhi salatu wasallam huwezi kulipata hivyo kirahisi. Kwanza ni mahala pana lindwa. Ukije wewe na ushamba ushamba wenu wa kwenu huku wa kuabudia makaburi uweza kutiwa fimbo pale na kutiwa adabu utoke pale, wang'ang'ana wewe ma. Kuna watu wa ajabu, kuna watu humu. Wacha tumtume alayhi salatu wasalam, amuombe mola wake kabri lake lisifanywe kuwa ni mzimu wenye kuabudiwa. Nyee mwafahamu hata ile, ile, ile, ile, ile hijabu ile, nguo ya pale kwenye kaaba pale, ile nguo ambayo inaveshwa lile kaaba lile, likuwa linapandishwaga ligumu, linapandishwa lile kwa sababu kuna watu wao, mtu anakuja anataka kate kipande hivi aende na kwao. Sasa kila mmoja kinyofoa kipande ende na kwao, si kazi. Li linapandishwaka likaachiwa ukokama Tukifanya hivi ufikii, kwa sababu hapo kuna kuja mabidui wengi, hasa katika msimu wa haji, mabedui wa haji, mabidui wajao tele. Mtu atembea na, na ki, kiwembe chake avizia wewe, akipata ile nguo ile ambayo imefunikwa ile Kaaba ile basi akati aondoke naye safari ni diri ilo kwao. Sasa pia alipatikani kirahisi abu, linapandusha gari linakutwa likaachiwa huko juu. Yote haya namna gani? Ndugu zetu wanahami katika upande wa tauhidi. Sasa ukiangalia vile vile katika makaburi vile vile ndugu zetu wako mbali na hayo. Sisi humu mwetu, jambo la makaburi haya, kuwaomba wafu, kutafuta baraka kwa wafu ni mambo ni maarufu, watu wanayafanya haya, kwenda kuchinja makaburini, ni watu wanayafanya haya. Yaani mtu na akili yake anayacha ardhi ya kwake na mapana yake, kuna ardhi huko kwake alikotoka huko, ataondoka na mnyama wake mgumosi mkupila, anaenda kumchinja kaburini. Ardhi yote ameipita, anaenda kuchinja kaburini. Watarajia nini? Ninini, ni nini nia ya yake uko? kama siyo kuchinja kwa ajili ya wafu. Kwa hivyo haya ndiyo mambo ya yaatazwa ka katika makaburi. Watu wasichupe mipaka katika makaburi ya watu wema au yale makaburi ambayo yaitikadiwa kwamba ni makaburi ya masharifu, mara nyingine halina usharifu wowote wa, basi watu wamedanganyana kuwa kaburi la sharifu, halinahana usharifu wowote, mara nyingine yalikuwa jamaa mmoja y mfuta fegi, tuko mitaani mirungi tele sasa watu wamedanganyana kwa sababu kaburi limejengewa, kuna kuba hapo, kuna nyumba la kutosha watu wasema, hili kaburi hili ilikuwa la mtu mwema, ili la sharifu fulani. Ni watu wameimbishana, wameimbishana mpaka watu wakafikia kuyaabudu makaburi. Sasa haya ndio yanakatazwa katika Uislamu, ikhwa